mashine ya incubator ya kutotoresha mayai unayoiona hapa mbele yangu ni mashine inayobeba mayai yapatayo mia tano na ishirini na nane. Mashine hii unavyoiona, urefu wake kutoka juu hadi chini ni sentimita zipatazo mia moja, mita moja. Lakini pia upana kutoka ngo ya kulia kwenda kushoto e, nao pia ni upana wa mita moja. Lakini upana huku pembeni, wao tunapata sentimita sitini na tano. Kibeta hii kwa mbele ina controller ambayo ni automatic kwa ajili ya joto, setup zake zote tunaenda kuiangalia kwa upande wa ndani. Jinsi ilivyo ndani ya kibeta hii unaiona kabisa, ina ngazi zipatazo tatu, na kila ngazi moja inabeba tray mbili, tray moja ina mayai yapatayo themanini na nane. Kwa hiyo kwahiyo utaona ni tray sita mara themanini na nane ni sawa na mayai yapatayo mia tano ishirini na nane. Nakuja pale na dishi yake ambayo inahifadhia maji pamoja na mota kwa ajili ya kuchemsha maji kwa ajili ya kutoa unyevunyevu kwenye kibeta. Kibeta hii ya mayai mia tano ishirini na nane utaipata kwa shilingi milioni moja na nusu tu. Karibuni sana, pitia ukurasa wa Instagram vifaa vya mifugo underscore tz. Karibuni sana. <tune>